Naitwa Daudi Jegi Lusanja. umetokea wapi Daudi? nimetokea Simiyu wilaya ya Bariadi kijiji cha Kidinda. Uh, mimi nina tatizo ndugu zangu, nataka nielezee mnielewe vizuri. ilikuwa ni mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili mimi nilikuwa mchimbaji katika uchimbaji wangu, siku moja nikiwa nachimba kwenye turencha, nilichimba ikafikia sehemu nikafuata mkanda moja wa mawe, nikaangukiwa na kifusi, nilipondwa hiki kiuno. Baada ya hapo nilipigwa nikaumia, lakini sikuvunjika kiungo chochote. Walinifukua wakanipeleka hospitali ya wilaya Somanda wilaya ya Bariadi ya hospitali ya Somanda mkoani Simiyu. Wakati huo nikiwa nimerowanisha suruali imerowana damu, damu ikiwa inatoka ndani ya tumbo. Baada ya pale, madaktari walinishughulikia, wakaniwekea mpira wa mkojo, nikatibiwa, huduma zikafuata, nikatibiwa lakini ilipofika siku kama sita Hali ikaenda ikawa nzuri, lakini hawakutumia kipimo cha kusema kwamba watabaini tatizo mle ndani. Ilifika sehemu wakaniruhusu kwenda nyumbani, lakini uhalisia sikupona vizuri. Nilipoenda nyumbani, nimeishi miezi miwili. Ile miezi miwili ikajitokeza hali ya kukojoa, mkojo unatoka muda wote kama vile unavyoonaga mto unatiririka ndivyo na mimi mkojo ulikuwa unatiririka hivyo hivyo. Nimekaa na hiyo hali miaka mitatu, kiasi kwamba familia ilikuwa haina chochote cha kuweza kunisaidia mimi, tukiwa tunaangalia msaada uko wapi, lakini msaada upatikani kirahisi. Imefika elfu mbili ishirini na nne mwezi wa 12, ilo tatizo la mkojo kutoka muda wote kamaliza sasa miaka mitatu tatizo likavuma, kuanza kukojoa damu damu, imetoka damu nyingi kuliko mkojo, nikiwa nahangaika, nalia, siwezi hata kuamka. Yani ndani ya wiki mbili ndipo damu ikakata, nikaanza kuhangaika kutafuta msaada huku na kule, lakini sikuweza kupata kirahisi. Ndipo nilitembelea kwa mwenyekiti Lukas wa mtaa wa Kidinda akaweza kuniandikia kibali cha kuomba kutibiwa hospitali ya mkoa Simiyu. Baada ya hapo, nilienda nikaambiwa, nenda katafute laki na selasini kwa matumizi wakati tunakusaidia tuna, tuna kukutibia tatizo lako hilo. Lakini niliporudi kutafuta hiyo hela sikuweza kuipata, ikanibidi mimi niweze kurudi tena kwa mkuu wa mkoa nilimkuta afisa utumishi akaniandikia msamaha, nikaenda nikapokelewa na Dr. daktari Muna katika hospitali ya mkoa Simiyu. Niliweza kuchunguzwa vipimo, likakutwa donda kubwa katika kibofu cha mkojo, ndio linalosababisha damu, lakini waliweza kupitisha mpira sehemu yake kuweza kupitika, kwa sababu lile donda limeenda likapona likaziba njia lakini pia wakaweza kusema kwamba kwa kweli tatizo limekuwa kubwa, rudi nyumbani, baada ya muda. Jumatatu utarudi, tutatafuta gari, tutakusafirisha tuta kwenda Bugando. Nilienda, hali ikawa mbaya, nikarudi. Jumamosi nikarudi nikalaza hostali ya mkoa hapo hapo Simiyu, nimekaa Juma, Jumamosi, Jumapili hadi Jumatatu, Jumanne nikapelekwa Bugando. Bugando nimefika, nikiwa natibiwa kwa msamaha, nimeweza kupokelewa hapo, nikaweza kupewa huduma ya kutobolewa tumboni ili niweze kukojoa vizuri, mpira ukapitishwa hapa kama mnavyoona ndugu zangu hivi sasa mpira huu nao uona, ndipo na kujolea. Nimekaa hapo Bugando mpaka mwezi wa kwanza tarehe 30 nikapewa kibali na ustawi wa jamii, nikaambiwa ya kwamba, nenda kajiandae urudi na kiasi hata cha milioni mbili ikiwezekana, ni bima kabisa. Sasa ndugu zangu, walinipa mamlaka mamulaka ya kwenda kwa mkuu wa wilaya Bariadi nikaweze kuomba kibali cha kuchangisha. Kadri nilivyozidi nikapewa hicho kibali, kadri ninavyozidi kuchangisha, hera ya matibabu haitimii, kiasi kwamba ilikuwa natembea kwa muda nikichoka na tulia. Nilikuwa sitembei sana, kwa sababu kila nikitembea hili donda linapanuka. Sasa imefika sehemu I ta muda umeenda kutoka mwezi wa kwanza mpaka huu wa nne, sipati manufaa zaidi ya kupata hela ya dawa na ya matumizi. Ndugu zangu, sasa kwa kweli nimechoka, silali. Kulala nafanikiwa, lakini usingizi hauji sababu ya maumivu. Ndugu zangu, kiukweli naumwa, ninawaelezea, nisikieni ndugu zangu, nahitaji msaada kiukweli katika hapa duniani ukiwa unamjua Mungu sali hivyo hivyo. Ndugu yangu, kuna watu wana shida wanateseka. Mimi hapa naelezea nikiwa nahitaji msaada. Ndugu zangu, mnisaidie, si hiyo fedha tu, hata akijitokeza mtu wa kunisaidia kunikatia bima, mimi nashukuru. Ndugu zangu, kiukweli mimi nahitaji kupona. Ukinisaidia nitakushukuru sana hata kwa kunipa hera nikiweza kupona ukanipa kazi, ili hiyo hera yako irudi. Kwa namna hiyo mimi niko tayari, nikipona niko tayari kunipa kazi nifanya kazi ili hera yako irudi. Kwa kweli ndugu zangu, nina shida, nateseka katika hapa duniani. Wapo wanaotania na wanaoomba msaada. Ndugu zangu, naombeni msaada, mnisaidie. Hali yangu ndiyo hii, mnaniona mnani, niko hapa napopaona Jembe Radio. Ndugu zangu, kwa kweli ninapitia mateso, ni hurumieni mimi. Ni kijana mdogo, sijaona hata mambo ya hapa duniani mlioyaona nyinyi, mliotutangulia, mlio wakubwa, sijaweza kuoa kwa kweli mimi bado taifa linategemea nilitumikie. kule kule migodini ulipopata hiyo shida um, wa, wale ulikuwa unafanya kazi ama ilikuwa ni eneo lako tu? Nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa mchimbaji kwa mtu. Umeajiriwa? Hapana, ile turenge ilikuwa ni eneo la serikali. mm. tuliweza kufanya kazi tulikuwa tunafanya kazi, kila jiwe ukilipata ni ni la kwako, maana serikali iko imeachilia. mm -hmm. Sasa ndipo nikaweza kuchogonoa pabaya nikaweza kunishukia kwa kweli, ndugu zangu, ilikuwa ni ajali ya kutisha. Sawa, so, pengine uh, namba zako za simu sasa. Kwa yote ambaye ataguswa, namba zangu ni zero sita, themanini, arobaini, themana tatu, thelathini na tano. Narudia ni ziro sita, themanini, arobaini, themana tatu, thelathini na tano. Jina linatoka Willy Mwapili. Kukupata kwa sasa hivi, napatikana Mkorani, lakini baada ya muda nitaweza kurudi Simiu ili nikajiandae, japo nikiweza kusaidiwa nirudi hospitalini, maana hii hali yangu inavyokaa hivi inahitaji kukaa na watu wakiwa karibu kwa maana huku sasa hivi nimeamua kuja kusaidika nikiwa peke yangu.